Nataka ni share na wewe pia leo kitu kimoja ambacho watu wengi huwa wakifahamu sana. Sana, sana, sana. Mara nyingi tunaona watu wameshakuwa wakubwa, labda wanafanya vitu vikubwa au wame, wamefanikiwa kwenye kitu fulani na huwa tunadhani labda tu imetoka tu moja hivi chini alafu mtu akakimbia kaenda pana. Kumbe huwa lazima kuna mchakato katika jambo lolote lile ambalo unalilo limekuwa katika ukubwa wa wote. Kama unamwona leo, kuna mtu anafanya anapiga picha unafurahi labda anafanya kazi kubwa, labda mtu anaimba, anafanya kazi kubwa, mtu anafanya mc, unafanya kazi kubwa, au mtu anafundisha, labda watu wanaelewa. Ukifuatilia yule mtu, lazima kuna mahali alikuwa ameanza, na kuna vitu alivyopitia, na kuna kanuni alizozifuata, na baadaye mchakato ukawa umeendelea kuwa mkubwa zaidi, zaidi, zaidi. Sasa na mara nyingi waga hatushei, hatu hatuambiani, hatu waga hatusemi. Kwa hiyo watu wengine wanafikia bat, umetoka mfikiri umeenda, lakini mimi leo la nataka nishee na wewe uweze kujua kwamba kila kitu kinakuwa ni mchakato, na kila kitu kwenye maisha yako unachokifanya huwa haupotezi. Lazima kuna jambo ambalo unaendelea kulifanya. Kumbe hata kama hulipwi hela vile, na una kitu ambacho unakipenda, kifanye tu. Katika kufanya kuna faida mbili. Ya kwanza, unajitengenezea uzoefu, na ule uzoefu ndio utatengeneza kitu cha watu kukutafuta kwa uzuri, nakua na umekifanya, alafu ukaendelea mbele za. Lakini cha pili, unapokuwa unafanya hata kama haulipo, fanya kwa moyo wote, inakuwa ni kwa faida ya kwako. Kuna siku kile kitu kitakulipa tu. Kwa hiyo mimi leo naomba niwatie moyo wale wote ambao tunafanya vitu labda huenda havioneshi matunda leo, unajua havikaa sawa, lakini unafanya tu, keep on doing Sawa, endelea mbele kufanya. I'm telling you, kuna siku utakuwa kama Harris Kapiga. Leo nafanya MC, siwezi kusema naletwa shilingi ngapi, lakini ni nyingi za kutosha na zimefaidia. Nimefanya digri ya kwanza MC, digri ya pili nimegoma kufanya MC, ni nyumba nimejenga MC, sijui unanielewa. Fanya cha kwako ambacho unakifanya kwa nguvu yote, sawa? Hupotezi. watu wengi kufanya vitu, kujitolea, wakiwa wanafanya vitu wana kama vile labda anapoteza unatengeneza kuna siku kitakulipa. Imekuwa mi napiga kelele sana juu ya swala moja la kuanzia mahali ambapo uh, hapo ulipo yani, katika mwanzo mdogo mwanzo wao mdogo wao mdogo ambao wakati mwingine watu wengi tena tuna udharau na kwa sababu tumekuwa tuna dhana fulani hivi ya kutaka tuanze katika ukubwa ule, lakini ngoja nikwambie kitu kimoja katika uh, mambo yote ambayo unayaona yote unayoona kama unaona ofisi ambazo ziko kubwa, zina majina makubwa, zimeweza kuajiri watu mamilioni au mamia maelfu, wala sikafikiri zilianza katika ukubwa huo. Hapana, lazima kwanza zilianza katika wazo sawa. Kwanza katika wazo mtu akachukua hatua, alafu katika kuchukua hatua mtu akaanza katika mwanzo huu mdogo, alafu baadaye akaendelea mbele zaidi. Na katika wazo mara nyingi inaanzaga wakati umekuwa na changamoto sana. Mimi <coughs> nilipata changamoto sana ya maisha <laughs> kwenye umri wangu ya mdogo, nipata changamoto enyewe. Changamoto ni kwamba maisha ilikuwa magumu sana na nkakosa mahitaji yakawa hivyo, lakini kuna sehemu ya hivu lakini kulala lakini sehemu kulala salao hio sio. Sasa unakosa mpaka hata shilingi mia mbili hata shilingi mia unakosa. Nikapata wazo, ndio maana nikipiga kelele nikisema, anza na mwanzo mdogo, namaanisha sawa, ambapo unaweza kabisa kerele kavi kavi keko. Kwa hiyo keko nyumbani kwa kuna mabanda ya kuku yamejengwa ya uh, kukawa kuna hayo mabanda mawili, mmoja liko kwa mbele, nyingine liko liko kule kwa nyuma. Sasa mimi niko nyumbani, hela amna, unajua eh. E, siku moja nikamwomba mtu buku buku. Mazuri, nimekaa nyumbani hivi, kula kweli, hii sio sawa. Kwani mimi ni nani? Mimi ni Harris, lazima nimesoma mpaka form 5 form 6 huko by then, lakini naweza nikafundisha angalau, jamani, hata shule ya msingi. Kwa hiyo bwana <laughs> nika nikaona

step ya kwanza ilikuwa ni kusafisha lile banda kwa sababu kuna mavi ya kuku na hivyo hivyo, nikawaga baba, nikasafisha. Step ya pili <coughs> napata wapi ubao uh, wa wow, kufundishia watu wanaweza kukaa chini. nilikuwa, nilikuwa nasari, mbulani, piti, Kaya, na sare siku hizo mbulani keilopitii tuka tuna tunasalia pale shuleni. Nilikuwa na rafiki yangu anaitwa Manase. Manase alikuwa anafanya kazi jeshi na polisi lakini alikuwa ameajiriwa pale kama mtu wa kukufanya hivi randa. Nikaongea nikamwambia jamaa, hivi siwezi kupata ceiling board ambayo haifanyi kazi vizuri, labda iko kukatengenezea. Akasema it's possible, inawezekana. Kwa hiyo nikamwomba kanitengenezea. Si unaona? Nimeanza na wazo. Na mahali ambapo nilikuwa nakaa pale nikaona mazingira yananizunguka ninaweza nikatengeneza kitu. Kwa hiyo nawe pia unaweza ukatengeneza kitu kwenye mazingira hayo hayo. Mimi naomba nafungua shule pale nyumbani, naomba niwe nabeba haya mabenchi ma, ma Jumapili, baada ya ibada, anaenda analala, anakaa nyumbani kwa sababu ilikuwa sio mbali sana nyumbani, alafu juma, juma kwa kwa juma nayo, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, tayabeba, tayarudisha kwa ajili ya kusalia kwa sababu tunataki kukaa kwenye madeski ya wanafunzi. Akasema hamna shida, Harris. Sijui unanielewa, nimepata darasa, nimeangalia mazingira aliko nayo, nimetumia mtu ambaye nilikuwa naye ana ujuzi fulani wa kutengeneza kutengeneza, nimetumia network pia nzuri ya mzee wangu wa kanisa, huyo amenipa sasa napataje wanafunzi? Nikasema, lakini Harris sms nimekulia hapa Keko bondeni hapa, kama nikulia bonde kimbo. Sasa so, nifahamu hapo, ngoja nipite nyumba hadi nyumba. Kwa hiyo nikapita nyumba hadi nyumba, kwa sababu jamani, mimi naanzisha shule tuition, tuition yeye naanzisha ya wanafunzi wa miaka mitano kushuka chini, wale ambao wana nasari zao wameshakwenda, na gesho yenyewe inaanza kuanzia mida ya saa nane. Huwezi kuamini nilipata watoto mia moja watu wakanipa wakanipa watoto nikasema sasa nawafundishaje hawa watoto nikasema ah, ngoja nikaulizie kwenye nursery school waga wanafanyaje kuna kitabu nikaambia kinapatikana elimu suppliers kwani kuna sehemu inaitwa elimu suppliers nikaenda nikanunua kile kitabu. Kitabu, nafikiri kwa kinauzwa elfu moja kama sio shilingi mia tano sikumbuki vizuri zaidi nikaenda nikanunua na nasaje kufundisha nikaanza kukumbuka nyimbo ambazo nilijifunza zamani I wrote a letter to my darling but she didn't answer nilijifunza shuleni huko na mimi nikachukua nikaanza kufundisha mwanangu darasa nikaanza nimepata darasa nimepata bench nimepata ubao, alafu nimepata watoto wamekuja wengi, na nikaambia akili moja nzuri kwamba naanza kuwafundisha bure, kwa sababu nilikuwa sina uzoefu. Nikasema kwa mwezi mmoja nafundisha watoto wote asinilipe, na vile vitoto nikaweka, nikakomaa, vitoto vikawa good morning teacher, good afternoon teacher, my name is, my name. Nikawa maarufu, mwezi mmoja nafundisha, mzee, mtaani pale naitwa teacher, teacher, teacher, teacher, teacher, lakini I made it. Ulivyokuwa umepita mwezi wa kwanza, nikaambia basi jamani, nitaanza kulipa, ilikuwa ni shilingi 2000 nakumbuka wakakata kama hamsini hivyo kaa hajaja akabakia hamsini mbili mbili ikuwa na laki. Kwa hiyo ikawa ni nzuri zaidi. Kumbe wakati mwingine tunashindwa kufanya vitu ni kwa sababu tuna mitazamo fulani hivi kwamba ningetamani nipate kiwanja, ningetamani nijenge hivi, lakini nilianza pale pale ambapo nilikuwa pananizunguka na vitu ambavyo vilikuwepo, lakini nikajipatia kipato na nikatengeneza historia na nikawa nakashule ka kwangu